Mwana kipindi hiki muhimu cha mkate wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana! Karibu sana, ufuatane nami katika kipindi hiki cha mkate wa leo, kipindi cha baraka, kipindi cha furaha, kipindi kinachotufungua mioyo yetu. Injili ya Yohana sura ya 8 sura ya mstari wa 31, taanzia mstari wa 31 ya Yohana bado tunamwangalia Yesu anavyoiona dhambi. Ambi Injili ya Yohana sura ya eh, nane, kwanziya mstari wa 31. Basi Yesu akawambiya wa wale Wayahudi waliyo mwamini, ninyi mukikaa katika neno langu, mumekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mutayifahamu kweli, nayo hiyo kweli yitawaweka huru Wakamjibu, waka sisi tuuzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote wa nawe, wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akawaambia, amini amin, nawaambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. <coughs> Najua ya kuwa ninyi ni wa uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo ninayo yanena nanyi, vivyo hivyo mliyoyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Wakamjibu akamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akamwambia, kama mngelikuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, iliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja yaani Mungu. Yesu akawambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, kwa maana mimi nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja wala sikuja nimekuja wala sikuja kwa nafsi yake yangu, bali yeye aliyetuma. Amen. Penda mtazamaji wangu, tumefika katika jambo jingine, nakutana hapa na Yesu Akiulizwa maswali na Wayahudi, Yesu anawaambia, ninyi neno langu likikaa ndani yenu, mtakuwa huru kweli kweli, la sivyo, hamtakuwa huru. Anasema mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Akasema sisi hatujawa mbona watumwa wakati wowote wa mtu yeyote, sisi ni watoto wa Ibrahimu. Akasema ah, Ibrahimu kama angekuwa baba yenu, mngenitii mimi, mngenisikia mimi lakini ninyi baba yenu sio Ibrahimu, kama wangekuwa wa Ibrahimu ungenisikia mimi. Akawaeleza mambo mengi, lakini hapa alichotaka kuwaonyesha ni kwamba, um, atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Lakini anasema mwana ake kuweka huru utakuwa huru kweli kweli, maana yake anasema kutoka katika dhambi una unatakiwa umkubali huyo Yesu akuweke huru. Unatakiwa umkubali huyo Yesu mwana wa Mungu akuweke huru, na akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Hicho kitu wakakataa, wakasema ah, sisi sio watumwa. Akasema ninyi ni watumwa wa dhambi, wakakataa. Akasema sisi baba yetu ni Ibrahimu, sisi baba yetu ni Mungu. Akasema Ibrahimu angekuwa baba yenu, msingefanya haya, maana hata mnatafuta kuniua Akasema Mungu angekuwa baba yenu singe nitendea haya mnayonitendea. Wakabishana pale, lakini Yesu akawa anawaeleza jambo muhimu kwamba mtumwa wa dhambi ni yule anayetenda dhambi. Mtu aliyewekwa huru, huyo anakuwa huru kweli kweli, mbali na dhambi. Kitu muhimu hapa ni kwamba hawa dhambi yao ilionekana kwa sababu walikataa mwana asiwaweke huru. Walifikiri Yesu hawezi kuwaweka huru, walimuona kama mtu tu wa kawaida, kama mtoto tu wa Yusufu, kama mwana wa Maryam. Kwa hiyo wakaona ah, huyo hawezi kutufanyia chochote. Kwa hiyo walimdharau, lakini Yesu anasema mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Wakakataa hilo jambo. Kiendelea kusoma, baadaye utakuta anawaita ninyi ni wana wa ibilisi. Ninyi ni wana wa Ibilisi, maana kama ninyi mgekuwa wana wa Mungu msingefanya haya mnayonifanyia. Kwa hiyo dhambi yao ni kutokumkubali mwana wa Mungu awaweke wa huru. Walikataa kabisa, wakasema, hapana, sisi ni wa Ibrahimu, sisi sio watumwa. Akasema ninyi ni watumwa wa dhambi. Dhambi ni kumkataa huyu mwana wa Mungu. Dhambi ni kumkataa huyu mwana wa Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki akusaidie ya rafiki yangu. Ishi maisha ya kumkubali Yesu Kristo. Mukubali Yesu Kristo anakuweka huru huru kweli kweli. Inakuwa huru kabisa mbali na dhambi, utakuwa huru mbali na dhambi. La sivyo dhambi itakuwa inakutesa na kukusumbua. Wako watu wanateseka na dhambi, wako watu wanateswa na dhambi, lakini wote waliowekwa huru mbali na dhambi Wako huru kweli kweli, maisha yao yamebadilishwa jumla. Na wewe bado unayo nafasi, ukitaka, inawezekana Yesu akakuweka huru huru kweli kweli. Mungu wa mbinguni akusaidie, tutane wakati mwingine, tuendelee kujifunza neno la Mungu. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.